Ndugu zangu katika Kristo, ili linatugusa sana mapadre, maaskofu na mashemasi, kwamba kuna wakati mwingine tunapumuzika tunazidi. Baba paroko amepumuzika saa saba baba paroko amepumuzika saa nane baba paroko hatuwezi tukamwita amepumuzika saa tisa saa kumi saa kumi na moja saa kumi na mbili baba paroko ameamka, lakini tukumbuke kwamba mahospitalini kuna wagonjwa, tukumbuke kwamba kuna wengine wamepata ajali, wanataka mpako wa wagonjwa wa haraka, wengine wanataka viati kumu safari pamba njiani, na wengine wanataka kutembelewa ni wazee. Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa mfano, amewaita njoo mpumzike, lakini mara moja wakaona kundi, hakupumzika akawaambia, akawahurumia kumbe kinachohitajika ni huruma tu. Aliwahurumia. Bila hiyo angeliwaambia wanafunzi, bwana, sisi tumeshapanga mpumzike, hebu pumzikeni, lala mkapumzike. Lengo lao lilikuwa ni kwenda kupumzika, lakini walipoona wahitaji ile kupumzika waliweka pembeni, wakawawekea huruma makundi yote. Hata mahospitalini tuangalie. Unaenda hospitali unakuta waganga wote tu wamepumzika, lakini mtu amekatwa mguu na gari, kichwa kinavuja, mganga wa zamu amepumzika, atarudi saa nne. Kumbe Yesu anatueleza hapa kwamba tusiwe na muda wa kupangilia kwamba saa hizi baba paroko amepumzika, Padre amepumzika, Sister amepumzika, baba na mama wa familia wamepumzika. Tusikome kutenda yaliyo mema, tusikome kuhurumia watu. Watu waliwafuata walikuwa na shida, Yesu akawahurumia. Ulimwengu wa sasa wa kisayansi, tunapenda sana kupumzika. Kwa hiyo, hapa iwe changamoto kwetu kwamba tusiwe na nafasi ya kupumzika. Wahitaji ni wengi, roho za watu zinazohangaika ni nyingi. Madaktari mahospitali, hakuna haja ya kupumzika nyumbani. Baba na mama, watoto wanawahitaji. Kwa hiyo Kristo anatupa changamoto, hakuna kupumzika, bali tuwahurumie watu, tuwaone kwamba ni kondoo wasio na, na wachungaji. Kwa hiyo ninawaomba, najua hii itaumiza wengi, hakuna kupumzika, tufanye kazi. Hatujapadirishwa, hatujaweka wakifu, hatujaoa na kuolewa kwa sababu ya kupumzika. Tuhurumie watu tufanye kazi, tutapumzika siku ya mwisho, kwa sababu muda wetu wa kupumzika upo, tutapumzika tukimaliza kazi. Na ndio maana mtakatifu Agustino anasema kazi tunazozifanya zifanya zitatustahilisha ufarume wa mbinguni. Kwa hiyo hakuna haja ya kupumzika, tusifunge milango, tusifunge geti za, za, za, za parokia Tusifunge madirisha ya konventi za masista, hata familia tusiziwekee uzio. Watu wanatuhitaji, tuwaone kama kondoo wanaohitaji mchungaji. Mchungaji ni wewe, upaswi kulala ukisinzia, kondoo wako wanararuliwa na wanyama wakali. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.